Kila mtu hapa akileta matatizo yake tutakwenda kweli? Hapa tunatengeneza biashara ya pamoja, tutafute tenda za kulisha huko maofisini. Kuna mtu anafahamu, yeye anafanyia sana na watu wa serikalini, I hope atawasaidia. Anaitwa Mr. Ambali Matanda. Ishu za serikali zina watu wake, halafu zina prosesi zake ambazo ni nyingi na ni ndefu. Hilo ni jambo dogo tu kwangu, miradi iko mingi sana. Unajua nyie ni warembo, fursa hazitolewi uliuli. Mheshimiwa anahitaji kukuona hotelini kwake leo usiku. Sisi tutakuwa mawinga tu. Mi wale nshaweka kenye kumi na nane nifate maisha sasa hivi. ili upate pesa, ni lazima utoe pesa ndugu yangu. Hii waga, sifanya hizo kazi bure bure. Kazi yako ni kulanda mbao, na hizo pesa nazitaka keshi. Umaru, unapenda sana posho, eh? Tuna kikao muhimu sana. Unamaanisha nini kusema hivyo da Priska? Hapa mganga mkuu ni Nest. Yes. Mama Samia, apewe maua yake. Waishani, unajaribu kufanya ni nini? Ninamaanisha ninachosema nitapiga kelele ya mwizi. Mnafahamiana naye? Hapana. Ila akinena atanitambua. Au watu ni matapeli. Usithubutu kumpatia mtu yoyote password ya akaunti yetu ya Nest.

Oh, Rosie. Good morning. Good Good oh. hmm. good. morning. morning, morning. Morning, madam. madam. poa? poa. Hai, kazi njema. You look good. Thank you. Shomari. look Thank oou <laughs> uh, <Kumekucha? laughs> Na makucha kucha yake Shomari, tafadhali, ni kwangu tumalizane leo mapema. Maana siku yangu yuko tighti vibaya mno. Wee. Mm-hmm. <laughs> Nazingua kweli. Pigo hizi mpaka lini? Kila siku yeye tu, jamani. Eh, halafu ni kama wameambizana. Debora naye hashiki simu kabisa <laughs> yani ukuta. oh, wako pamoja, wanatuchora tu sisi hapa. mm -hmm. Embo pigeni tena mama Rashidi na Abizeni Antimaye, naomba rejeshaa wako so aioejeshwa ya halijakamilika. Yaani, mwenyekiti, biashara wiki hii imekuwa mbaya kweli kweli, yaani hata sio nifanyeje, biashara imekuwa mbaya, sina hata mtu mmoja nilimuuzia, sijauza hata soksi moja. Naomba pokea tu mwenyekiti. Kila mtu hapa akileta matatizo yake, tutakwenda kweli. Mwenyekiti, ndugu yangu, nibebe kama unavyonibebaga kila siku. Nakwambia hali yangu imekuwa mbaya, biashara ni ngumu kama kitu gani. Naomba unibebe tu, nitaleta. Wewe sikiliza, nikwambie, piga hesabu. Piga hesabu pesa zako zote ambazo unaniongezea. Nitakuja kukulipa zote kwa pamoja, wiki wiki wiki ijayo. Hii wiki, mwenyekiti, naomba niache. Lakini wiki ijayo nitahakikisha nakupa pesa zako zote. Sasa zote nakupa. Sikiliza. Sisi tunachotaka hapa ni rejesho. Haijalishi biashara yako sijui imeenda vizuri, imeenda vibaya, sisi hapa tunataka rejesho. Shika lako. Tunataka rejesho lililokamilika eh. Madam wangu mwenyewe kabisa, kiboko yao eh. Haya Shomari, kama Shomari, nimekuja kuitikia wito ah. Madamu, simyangalie basi eh? hivi eh, hey, eh, eh, eh, madamu wangu unajua kabisa kama wewe ndio mzabuni eh, namba moja ambaye ni mrembo eh, ambaye unajua kupendeza zaidi kuliko wazabuni wote Tanzania. Unajua hilo? Ah, nauliza hivi, unajua hilo Shomare eh. Asante we, tazama sasa, tazama sasa, tabasamu eh, lipsi. Aise madamu wangu una roho safi, roho yako nyeupe kama tishu. Jamani, jamani, halafu sasa, kama ulikuwa ujui wewe, wewe madam, unatufaa sisi tunaojitafuta. nimekupa hii eh, wale wao, chamari naam. Mbona bado mapema sana eh? Ndio kwanza bado asubuhi. Mi leo sina hela kabisa lakini hata hivyo nipokee tu sifa zako. Asante sana, nashukuru. Lakini pia ndio sio wewe peke yako tu, hata wafanya kazi wote wa hii kampuni mnanifaa sana. Wow, asante sana tena, hii asante ni asante kwa niaba ya wenzangu na mimi pia. <laughs> ndio eh? Eh. Ah, leta habari Madamu, nikuambia tu habari ambayo ipo bwana, ni kwamba nimeona notification kwenye mfumo huu wa NeST, si unanielewa bwana? Mle bwana wametangaza kuna tenda TRA yao, au ni TRA wanahitaji kompyuta minya. Nimesoma vizuri vigezo ambavyo wameainisha sifa, sisi tunazo Madam tunazo sifa. We nakwambia, bora ni habari njema nakwambia. Okay, sasa sikiliza Shumari, mm. Haupaswi kuchelewa hata kidogo. sasa hivi leo kaifanye hiyo kazi, ingia kwenye mfumo, uanze kuomba hiyo tenda kabla hajafika deadline eli, si unanielewa? Nakupata? unakumbuka ile tenda ya Mwanza? mm -hmm. tulishinda kwa sababu mm -hmm. tuliomba mapema Okay. Na kwa bahati nzuri taarifa zetu sisi tumeshazia kwenye mfumo ni kuvuta tu, madam. Nimepokea maelekezo madam wangu, Madam boss. Dada, <laughs> eh, kwenye hili nimekumbuka. Unajua madamu, jana kwenye kupita pita kwangu usiku mi wasilalaji, unajua silalaji kabisa, eh, niliingia eh, kwenye grupu moja la WhatsApp. Eh, mle bwana nikaona kuna vipeperushi vimeenea vimeenea, kwa kweli, kuna watu eh, wa, wa, wanatoa wana, wana, misaada wanasaidia watu binafsi pamoja na makampuni, si unanielewa? Watu binafsi pamoja na makampuni kwenye ishu gani? Kwenye ishu ya kuwatafutia tenda za serikali, na bahati nzuri sasa hii <laughs> imekuwa njema sana ni kwenye mfumo huu, huu wa NeST, sio unaelewa? Yaani, inakuwaje, tunawapatia sisi taarifa zetu, yaani iwe kampuni yetu e ama wewe ama mimi, ama mtu mmoja mmoja tunawapatia taarifa zetu zote zilizonyooka, kisha wanatutengenezea akaunti. Baada ya hapo kinachofuata ni nini? Sasa kinachofuata shughuli zote

ametuma ametuma sawa Mama Rashidi ametuma lakini haijakamilika bado anadaiwa 3 ametuma 337 mama Rashidi anataka nini labda muongezee? Hapa tulipo akina Rukia na Debora hawashiki simu zao bado, kuna hawa wengine nao tena wanataka kutupasua vichwa. Ni kwa nini lakini? Yaani mimi leo simwongezi mtu hata shilingi kumi. Kila mmoja apambane kukamilisha rejesho lake, ila ntimaye, hii haiko sawa kabisa. Hizi hela ndogondogo ambazo tunaongezea kila wiki, ukizijumlisha ni hela nyingi na zinatuumiza. Kuna mbekia kiasi gani? Maana tunalumbana tu, tufanye kinachotakiwa ili tuokoe muda bado elfu hamsini na tatu oh. kwa wote wawili ndiyo, kwa wote wawili. Hapa Mama Rashidi yana daia elfu ishirini na tatu antimaa ana daiwa elfu thalathini bado na ao wengine wawili napo bado. Kina Rukia na Debolao mko serious? Rukia na Debola, naona Debola tuwatoe tu tuwa, maana naona wameshajitoa wenyewe, na Priska k namaanisha ejeshao sisi ndotu tunalilipa sasa. Sa tutafanyaje? kwenye simu hawapatikani, Majumbani mwao hawapo, tufanye nini? Sikiliza niwambie, mimi simlipii mtu yoyote. Mi mwenyewe mwaona pesa zangu zimerudishiwa? Mi mwenyewe sijijui, sijitambua pa nilipo. Sina chochote, simlipii mtu yoyote. Mimi nachoweza kuwapa ushauri, twendeni majumbani mwao tukavunje, tutakachokipata tukiuze, tujetualipie, lakini simlipii mtu, nawambia kabisa. Mi mwenyewe namuunga mkono kwa kweli Tutokeni hapa mpaka serikali za mitaa, mguu kwa mguu, mpaka majumbani kwao, mpaka kieleweke. Sasa hapa ndo mtakumbuka kabisa lile lengo letu la mwanzo, tulikubaliana wote kwa pamoja kwamba pesa ikiingia tufanye biashara pamoja, lakini pesa ilivyo na ushetani, ilivyoingia tu kila mmoja hapa kataka kufanya biashara yake. Naona sasa kila siku hapa tuishi kugombana, ila mimi namuunga mkono mwenyekiti naona tufuate ushauri wake, tukubaliane naye, tufanye biashara pamoja, kwa sababu mimi mwenzenu, mnavyoniona hivi nimeshashindwa, siwezi kabisa, siwezi biashara peke yangu, nimeshindwa. Labda tumfuate mwenyekiti Anti Maya, bado hatujachelewa. Kama tuliungana kwa ajili ya kuinuana, basi tukae chini na tulifanya lile lengo letu la pamoja. Na kweli ndugu zangu, wanasema umoja ni nguvu kabisa, na lengo letu lilikuwa tufanye biashara ya upishi wa chakula au tufungue kampuni ya usafi. Ehe, nimekumbuka tulishaga jadili hili swala, ila tulipokuja kukwama ni pale tulipogundua kuwa hatuwezi kutegemea biashara za kulisha harusi na misiba, kwa sababu sio biashara zinazoweza kutengizea pesa kila siku. Na hata hivyo, mpaka kufanya hiyo biashara ya kulisha kwenye maharusi na misiba, yani ni mpaka uwe na connection na watu. Lakini mnakumbuka kwamba Priska alishawahi kutuambia kwamba ana dada yake ambaye anafahamiana na watu wa serikalini na tulijadiliana pa kwamba tutafute tenda za kulisha huko maofisini. Sasa hapo ndipo tulipovurugana biashara. Na serikali sio kitu rahisi, dashani. Kwanza hizo tenda tunazipatia wapi eh? Dada, ishu za serikali zina watu wake, halafu zina prosesi zake ambazo ni nyingi na ni ndefu. Kwanza, mimi nasikia hizo tenda huwa wanapea na wenyewe kwa wenyewe. Toka nilipozaliwa mpaka leo hii sijaikuwana mtu yeyote ambaye amefanikiwa kupitia tenda za serikali, Anti Maya. wale <laughs> waliofanikiwa wapo, tena wapo wengi tu, sema hao waliofanikiwa ndio hawa wanazozificha hizo zinazoitwa connection sasa. <laughs> Sasa ndugu zangu, mpaka tujatupatiza connection, tujatupatiza tenda za serikali sitakuwa tunakufa na njaa na mambo ya serikali vile na zile nenda rudi nenda rudi, haya tunapataje hela ya kurejesha rejesho la kila wiki hapa? Biashara zinazotufaa sisi ni zile za chapchap, leo tunaweka hela, kesho tunabutwa mpunga. Nisikilize, usithubutu kujihusisha nao watu, au watu ni matapeli kwa jina maarufu wanaitwa vishoka. Ni kweli watakusaidia sikatai, lakini utakuwa umejiweka kwenye hatari kubwa sana. Sasa nakuonya Shomari, usithubutu kumpatia mtu yoyote password ya akaunti yetu ya NeST wala taarifa zozote zinazohusiana na kampuni hii. Sikiliza nikwambe, Shomari. Ngoja ni kuambia hatari ya vishoka. Ni kweli wanaweza wakakuombea hizo tenda kwenye mfumo, lakini wanaweza wakakuandikia taarifa ambazo ni nzuri au wakapotosha taarifa zako. Kwa nini? Kwa sababu tayari wana taarifa zako zote zinazohusu kampuni yako. Hatari inakuja kwamba kama yupo mmoja kati yenu mlioomba hiyo tenda wana maslahi naye binafsi, ndiye watakayempendelea. Ngoja nikupe mfano wa mfanyabiashara mmoja ni rafiki yangu. Yeye ya aliwahi kujiunga kwao vishoka lakini kati kati ya mfumo walimtoa kwenye mashindano, bila yeye mwenyewe kufahamu kama ametolewa. Na mfumo ulivyotangaza mshindi si una kawaida kuzirudishia majibu kwamba nani ameshinda na sababu zipi? Hmm na kwa nini wewe ulishindwa hmm? Yeye hakupata hiyo taarifa. Kwa hiyo ilibidi aende akatoe malalamiko yake kwenye PPRA. Alipofika pale sasa, uzuri wa mfumo sana pa upenda, walimvutia tu data zote, wakamwonyesha kwamba alijiondoa yeye mwenyewe kati kati ya mashindano. Kwa hiyo hiyo inaitwa live bila check. Alipokaa akajiuliza vizuri, akakumbuka kwamba alimpatia kishoka taarifa zake zote, na kishoka ndio aliyemtoa kwenye ushindani. Naomba kanitumie lile faili la mzigo mpya ulioingia stoa kompyuta. Shomari. Hmm? Naam. Vipi, uko sawa? Niko sawa madam, niko sawa nilikuwa tu to... nakusikiliza vizuri eh, nimekuelewa. Eh, nilikuwa najaribu tu Eh, lakini sasa madam, uh, uh, ikitokea nahitaji yani ufafanuzi wakati nikiwa kwenye maombi ya tenda kwenye mfumo wetu huu wa NeST, uh, si itakuwa kama nakusumbua hivi kukupigia kila mara kila mara? Hmm, madam wangu kwani unipigia mimi kila mara? Ngoja nikuonyeshe. Nifate. Shomari, unaona hapa eh? Uhum. Ukishaingia hapa, kuna maelezo hapa ya jinsi unavyotakiwa kufanya na kizuri zaidi ukishafika hapa kila kurasa unayofungua, kwa hapa chini, unaona hapa chini hapa hmm. kuna hii video, hii video inakuelekeza jinsi ya kufanya hatua kwa hatua okay. aina haja yawe sasa kuanza kunipigia, unawapigia moja kwa moja PPRA ambao namba zao ni hizi hapa. Hizi ngoja, hizi exactly. oh. Okay, okay, okay madam Nimekuelewa, nime nimekuelewa vizuri, lakini sasa madam uh, kwa nini hapo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kabajeti hapo ungeniongezea kabajeti fulani hivi eh, ambacho katakizi kwenye upande wa nauli <laughs> umenielewa madam wangu, ili tu niweze kuwatimbia chap kwa haraka ofisini kwao. Shomari unapenda sana posho eh? <laughs> Uh, madam, labda uh, kidogo labda uh, kidogo lakini si sana uh, ny anyway. Uh, nimeangalia pia kwenye address. Kumbe bwana, kwa hapa Dodoma kumbe ndo makao makuu yao. Umeona tena ni hapo na Bukareli hapo mnunuzi eh, eh. <laughs> Taasisi ya PPRA haiko hapa Dodoma peke yake, hmm. Iko na mikoa mingine kama Arusha, Mtwara, Mwanza, Tabora, Dar es Salaam na hata nanii Mbeya pia wako uh, <laughs> bosi wangu, nimekuelewa vizuri sana sana sana sasa bosi, ukiwiwa hmm. eh, pindi ambapo nitakapokwenda huko mikoani kupeleka zile kompyuta ambazo tulishinda kwenye ile tenda eh, eh, eh, uni, uniwezeshe eh, kabajeti kadogo eh, ambako kataweza eh, madamu wangu kusudi tu eh, iniwezeshe kufika kwenye maofisi hayo ya PPRA eh, kwenye mikoa husika, madamu Shomari. Naam bosi, unaweza kwenda kuendelea na kazi, niache na ya mimi hapa na kazi ya kufanya Alafu usisahau, ukishamaliza kuomba hiyo tenda kwenye mfumo, tafadhali niletee faili hapa <laughs> <Sawa, madam. clears throat> sikilizeni hapa, tunatengeneza biashara ya pamoja, biashara ambayo itakuwa na tija kwetu sisi sote, na sina maana ya kwamba ili jambo tunayokwenda kulifanya ghafla tu litakwenda kutatua matatizo yetu na shida zetu kwa mara moja mm -mm. Shughuli zingine lazima ziendelee ili tuweze kupata, tuweze kupata kipato cha kila siku ambacho kita tusaidia kujikimu na mahitaji yetu ya kila siku. Ili jambo tunalokwenda kulifanya ni kwa ajili ya malengo yetu ya baadaye. Hizi fursa ambazo zimewekwa na serikali lazima tuangalie namna gani ya kuweza kuzifikia, huenda ikaa huko baadaye ikatusaidia kuachana na hizi kausha damu ambazo zinatutesa hapa kila siku. <laughs> Ni kweli mwenyekiti, umesema vizuri, tumekuelewa, lakini sasa tutapata wapi hizo tenda za serikalini, hizo connection? Priska, mm hebu -hmm. tuunganishe na yule dada yako ulosema, huenda akatufungulia njia hapa tukapata pakuanzia. Huyu uh, ni bosi wangu, anaitwa Mr. Ambali Matanda. Wewe ni mtu ambaye unafahamiana sana na watu wengi huko serikalini yeah. <laughs> <laughs> mm. na vilevile nilivyoangalia kuna miradi mirefu naweza nikawapatia, kutokana ena vizuri, nikaenda vizuri nikapata pesa nyingi na maisha yangu yakabadilika. Mwenyekiti, kwa hivi vitu vingine tunavyojiingiza, kiukweli wengine tutaumia. Achana naye bwana. Ajenaga amejipata sana. Hana hata temen, time na mtu. Sasa si bora hata mwenzetu umetengeza shilingi 5000. Sisi jana kutwa nzima tunazunguka kwenye mavikao. Ni waga sifanye hmm, hizo kazi kubwa kubwa. Na sehemu kama hizi nikija lazima iwe inalipwa. Sawa, haina shida. Utanipa location. Ah, lakini uache kukimbiza tamu yako. Ili niwasaidie wa madogo vizuri. Fursa hazi hmm, tolewi. Uri, uri, pesa